Kwanza, uh, niwapongeze kwa wachezaji wetu, wamepambana sana. Unajua tournament ya ah, mashabiki wameshaanza kuingia na kuwafuja. Unajua tournament ya mapinduzi ugumu wake unakujaga wapi, idadi ya michezo kwa siku ambayo unatakiwa mcheze. Kwa kweli tumecheza sisi mechi nne ndani ya siku tisa, uh, technically mechi zilikuwa nyingi zaidi uh, kuliko huo muda ambao umetengwa, lakini niwapongeze wachezaji wangu msheri Jambo moja, jambo moja. Nipongeze players wangu amecheza vizuri na wameweza. Jamani hivi mnaelewa vizuri ya mambo. Bwana njoo kidogo, pongeze zangu mbele ya waandishi. Okay. Bwana Abu Twali Bumsheri, kamati ya mapinduzi na iheshimu imetoa tuzo kwa Aisha Manula na amecheza vizuri mchezo wa fainali no doubt. Hakuna anayejali lakini ukitafuta best goalkeeper wa mashindano Abu Twalibu Msheri ana deserve zaidi Undo, ya asilimia mia moja themanini ndio ndikiwa pekee ambaye michezo yote minne kuanzia hatua ya makundi, mchezo wa nusu fainali na mchezo wa fainali hajaruhusu goli kwenye dakika tisini zote ambazo amecheza. Huyu amekosa tuzo ya mashindano, lakini kwenye mioyo yetu, mashabiki wa Yanga, Abu Twalibu Msheri ndiyo kipa bora wa ya mashindano. Hii tuzo amepata shilingi ngapi ulisikia pale hela? Hapana, sitaulizia, sitakupa hiyo hela ao sijali waambie neno moja mashabiki wa Yanga hapa. Ah, nawapenda sana. Wazidi kutuombea na kuniombea pia kuipambania timu yetu. Ulize bei tamchangia mitapewa hiyo hela huyo, lazima naye apate, kafanya kazi kubwa kwenye haya mashindano sio masiara. Bana hmm. maneno yamekuwa mengi uh, mpira umeisha pale tumeona Babzaka, Ashimo uh, wanasema kwamba pamoja na Vice wanasema hmm. kwamba ile uh, ile liri, a ikadi lakini pia haikosteli kwa penalti haikustahili kuwa penati hey! ili amasitulipata haikustahili kuwa penati, hey! haikustahili kuwa penati hey! Ah. Red card yao ilistahili, penati yetu ilistahili. Tukio ambalo wao wanaweza kulalamikia ni tukio la Ibrahim Bakar, lakini hayo mawili yalikuwa clear kabisa. Tukio la Ibrahim Bakar ukiangalia marejeo uh, palikuwa pana mgongano kweli na Bakar. Sisi kama viongozi tutakwenda kuzungumza naye. Eh, lazima tukazungumze naye, tumueleze kwamba uh, sasa hivi hapa mbele tunapokwenda huko mechi za Champions League hizi, Waarabu wanatazama wanatazama vitu, mechi kama hizi wanaweza kumtarget kumfanya fanyia vurugu mtu kwa kwaza kwaza, wakiamini wewe ni mtu wa kureact. Kwa hiyo ukireact unaweza kupewa umeme, mambo yakawa magumu. Kwa hiyo ni vyema utazungumza naye kumweleza kwamba sometimes kwenye mechi mtu anaweza kuchokonoa kwa makusudi akijua ni mtu wa kupanic. Ukirudishia, maana yake tayari upo kwenye, kwenye, kwenye hatari. Lakini haya matukio mengine penalt, matukio mengine ya red card yalikuwa clear kabisa. Kama Azam umealamikia, basi nafikiri wa matatizo mengi na wao. Mimi nilikuwa najua tunashinda ya mechi na ilivyokwenda kwenye penalty. Sasa mimi nakaa na msheri muda mwingi zaidi mazoezi. Namjua msheli. Mechi ilivyokwenda kwenye penalty, niliwaambia pale VIP kwamba mechi ya manula imeshaisha, inakuja mechi ya msheli. Sasa msheli ataiamua hii mechi. Mimi namjua ni mzuri kwenye kudaka penalty na ana huo uwezo, kwa hiyo ilikuwa sio jambo ambalo tulikuwa na hofu, nilikuwa najua exactly. atakwenda kupata ushujaa wake ambao anastahili kwa hizi timu mbili kwanza. Leo kitaalamu, leo kitaalamu leo kitaalamu, heshima ya ndoa imelindwa kitaalamu, eh. maana gani? Maana tafuta wewe sasa. Lakini kitaalamu leo heshima ya ndoa imelindwa yeah. Eh, wewe yeah. Sasa ah, so mkubwa, wakubwa wanaelewa. Leo heshima ya ndoa imelindwa. E, nyumba kama kidogo ilichochezewa katikati hapa, lakini leo baba, tumesimama hivi, hey, hey, hey, hey, nenda nje hii, hey, familia ikuhusu, nimekataa mila za Kimasai eh, ndo zipoje za kuweka mkuki nje. Sisi leo heshima ya ndoa imelindwa hapa, wakubwa wananielewa. Nyumba yetu kama kidogo paliingia mtu kama kata, leo tumekuja wenyewe. Hey, nenda nje tubaki na familia yetu salama salimini tukutane Machi. <laughs> Mwenyekiti, ubingwa huu una maana gani kwenu? Lakini pia umewapa morale kiasi gani kuelekea michuano ya kimataifa? Cha kwanza ambacho ni tumefanikiwa sana ni wachezaji wetu kupata match fitness, wameshiriki wote national team players waliokuwa kule kwenye AFCON wamerudi, wameshiriki leo tumefanikiwa sana kwenye kuiandaa timu kwenda mechi ya kimataifa na ya na mchezo mmoja tukacheza mechi nyingine ya maandalizi, na kuelekea mechi yetu, tunaamini tutakuwa na al maandalizi mazuri, na tuwashukuru waandaji wa Mapinduzi wa wametokea mechi nzuri kwenye tournament hii. Timu zinachezana vizuri na hata Azam leo wamecheza kidogo vizuri, palikuwa hapana majudo judo mengi, mechi imechezwa vizuri na players wote wametoka wakiwa salama. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Okelo tayari yupo Dar es Salaam na alikuwa anaifuatilia hii mechi vizuri. Uh, eh, wi na kuna message amenitumia hapa, Okelo Saboy amenitumia message hapa, amenitumia message. Si tuna mechi pale KMC inshallah. E. E, mtakuja kumwona lakini <laughs> mwenyekiti, tulizungumza na wewe kabla ya mechi siku kama mbili zilizopita ukasema kwamba wachezaji ambao walikuwa Afcon hawatoshiriki, ila leo tumeona busta yote hapo. Sasa Azam nao walikuwa watabiliki kuna muda faya naposti kwenye maboti unajua anaenda Zanzibar huyo. Kwa hiyo sisi tukaona hapa hapa na sisi tutie mshindo. Eh. Eh. Ah, sasa anaposti posti sana. Mara akaposti nini? Mara nini tukasema, sisi akaenda wote hao akina Nado, nani? Eh. Na sisi tuende muziki wote. Na muziki umekuja wote leo. Muona, amekuja nyuma pale, Baka amekuja nyuma, Diki, Jobu. Kitambala kaomba sabu hapa. Fahamu mchezo nini? Kitambala anawabit mabeki wapaka bridge. Sio vile vyuma wewe. Osimen kakimbia ule muziki wao. Kitambala bora mchezaji mzuri leo, akutana na watu watari. Alikuwa anamwekea timing hivi bwana Mdesh, Baka anapiga kwa nyuma <laughs> dakika 60, Kitambala kaambia ibengi, wataniua. <laughs> hmm? watu wakashika sana sana. shida nini hapo? hakuna shida, alikuwa ni mipango tu, fanya mazoezi Unguja, tumekuja asubuhi leo, tumecheza, tumepata ubingwa wetu, alhamdulillah, ni mipango tu uh, Musa Barakonte, hivi mmeshamwomba msamaha Barakonte, na nyie pia. <cute> <laughs> <lipisa> <Take care Joe> tafuteni muda muombe msamaha. <lipisa> hakuna usajili ambao Yanga tumeufanya, hii shule niliwapaga siku moja. Hakuna usajili ambao tumeufanya tuka usajili hauna faida. Kikosi cha Yanga, ndugu zanguni, mkikiangalia vizuri, kina changamoto kubwa sana ya namba Mtu mmoja leo ameandika kwamba Yanga wamefeli wachezaji wa kimataifa msimu huu, umeelewa. Lakini anasahau kwamba wakati dirisha hili hili tuli extend mikataba ya yeah, pro hawa oh, wa kimataifa baadhi yao, sisi tumemtoa Aucho, tumemtoa Chama, tumemtoa Azizi, tukaingiza wengine, lakini waliobakia wote wanacheza kwenye kikosi chetu cha kwanza usajire. Kwa hiyo usajili haimaanishi kwamba unayemleta anatakiwa aingie moja kwa moja kwenye timu sometimes, aliye kuwepo unamletea changamoto, na timu nzuri hii inawapa sasa shule. Timu nzuri haionekani kwenye mechi, timu nzuri inaonekana kwenye uwanja yani, wa mazoezi. Yaani unavyoona timu yetu wakigawana mazoezini kumi na moja huku kumi na moja huku ushindao unapatikana pale. Tukija kwenye mechi, tunaweza shughuli tu. Kwa mfano, timu moja anakuwa yupabutwari bumsheri mm. timu moja yuko jigi diara mm. huo mfano sasa. Huyu mm. ana ma clean sheet mapinduzi yote. Huyu mm. kachukua ma clean sheet ya kutosha huko huko huko AFCON imebidi diara mpaka tumwambie zima simu mm. kabisa. Chelsea wamesumbua sana huko AFCON, tukamwambia zima simu wai Dar es Salaam. Sasa huku kuna yao kwasi ya tola yao mm. huku na shumali, kuna Kibwana Shomari kuna Patrick Mwenda angalia tu mwenyewe kuna Shadrack Boka kuna Mohamed Hussein. Hiyo ah, timu inafanya mazoezi hiyo ina sinki ina ninju ina jobu ina baka ina mwamnyeto timu inafanya tu mazoezi. Hiyo timu yetu yote, yote, yote. Hatuwezi kupanga wachezaji kumi na tano kwenye mechi, wanaanza kumi na moja Kwa hiyo wanaoanza haimaanishi wanaokaa benchi wabovu. Leo Musa Barakonte kama kawaonyesha mechi wow ya fainali angengaa dhidi ya Fufuni mingisema, timu ndogo hiyo, kangaa dhidi ya Azam, kaweka maadi chini, pasi zimetembea. Huyo ndio Musa Barakonte, tunaendelea kwenda naye. Nilisikia siku moja yule msemaji wa Singida anasema kwamba tunataka tubadilishane wachezaji. Yule amechanganyikiwa yule? Hussein Masanza nani mdanganya Yaani Musa, yani Musa Bara Conte akacheze Singida Black Stars. Alisikia wapi? Mimi mshangaa maana mii hata kumjibu kasema, Hussein Masanza ameanza kuwehuka. Yaani kueuka yeye wetu yu mtuletee yupi?" huu tukimpeleka Singida Bara Conte kule akienda Singida, sasa anakuwa MVP wa timu. Kabisa. Semeni nyie waandishi. Hussein Masanza, hakuna mtu huku unaweza kumpata <laughs> hakuna huko hata mmoja. Haip, sisi sisi timu yetu tumetengeneza kwa ajili ya michuano ya kimataifa, kwa ajili ya ligi, kwa ajili ya mapinduzi, kwa ajili ya muungano, kwa ajili ya kombe la CRDB, timu tumeiandaa iwe na ushindani. Ndio maana watu wote 29 kwenye timu yetu wote wana uwezo wa kucheza kwenye kikosi cha kwanza, hiyo ndio tofauti ya Yanga na timu nyingine. Ndio maana unaona kwenye timu yetu Kitale, akija kwetu anakuwa kit manager, na mpogoro hawezi kugusa uwanja. Kitale? Yule eh, winga Kitale, akija kwenye timu yetu anakaa pale na mpogolo kubeba viatu vya kina Max na Pakome hawezi kugusa pichi. Wanaoanza hapa wana uwezo wote, unaona uwezo upo. Kwa hiyo na nyinyi waandishi, tengeni muda kwa nafasi yenu, ombeni radhi kwa Musa Bala Conte, na sio huyo tu, wako wengi. Sisi ni jambo la muda, wataingia wote hapo kwenye timu achezi. Yani Barakonda alikuwa hajapata nafasi na watu wanamsema, hujua, umwone mtu useme hawajamwona, wanaanza kumsema. Mimi niwaambie ndugu zangu, tufanye usajili wetu kwa makini na tumeongeza watu hapa, dirisha hili dogo, dirisha hili dogo, tumemtambulisha nani? Lameni ya mali. Lameni ya mali. Damaro tumemtambulisha, Mwanengo tumemtambulisha, uh, Lameni ya mali eh? Lamine Yamal tumemtambulisha. Kuna mtu mwingine tunamtambulisha alafu kuna surprise inakuja. Kuna mtu mnamtambulisha na surprise. Eh, yani bado striker oh? Sisi malengo yetu hayako hapa, malengo yetu yako huko. Yani tukikaa sasa hivi, mnaweza mkaona akili yetu ilikuwa dhidi ya Azam, kumbe akili yetu ilikuwa inawaza Al Ahli. Kwa kuna vitu tunavimalizia malizia hapa, tuzidi kuboresha timu. Wale wa Arabu pale pale kwao, msondo pale utapigwa pa, wala msio na wasiwasi, msio na wasiwasi kabisa. Yanga timu pekee itasafiri Tanzania kwenda Uarabuni ikiwa na, na, na Watanzania wanaiombea dua. Kuna wengine wataombewa dua waudi salama, si taombewa dua tukashinde. Yani mtanzania mwenye akili timamu, Yanga pekee ndio utaiombea dua itimu iende salama na ikashinde Misri timu nyingine zinazokwenda warabuni kuzombea dua waende warudi, yani wapate afya tu njema, masuala ya kushinda hiyo dua kiomba tu mweu. Sasa ni kuja straight, nilichelewa kwanza kuja straight kama dakika tano, mechi imeanza hivi nikawa midumbukia kidogo, ilikuwa na shida ya usafiri, lakini nikaweza kuwahi alhamdulillah. Jana nilikuwa na shughuli Dar es Salaam ya kukamilisha utambulisho wa Lamine Yamal mm. Na nitumie fursa hii kuziambia timu nyingine ndogo ndogo mm. Tanzania mnaruhusiwa pia kujifunza namna ambavyo utambulisho mkubwa unafanyika Bisi. Sio kwa ubaya, sio utambulisho wa kupiga mavuvuzela, e, utambulisho una touch zake, una flavor zake, sio unamchukua mtu unampa vuvuzela nini sasa <laughs> <tishe>. <laughs> una okay. test zake una flavor zake. Sasa huu walamin ya mal umekamilika mm. Bado kuna nyingine zinakuja, nilivyokuwa Dar es Salaam nilikamilisha introduction zote, ah mwenyekiti kwa watu... kwa tu... kesho kwanza fursa mm. hii ni iseme, nilikuwa nimesahau naam, naam, tunaondoka usiku huu kuelekea Dar es Salaam. Nilipata maombi mm. kwamba tukichukua ubingwa wa mapinduzi tuwape watani zetu Simba Sports hili kombe kabisa, kabisa, kabisa. Lakini tumekaa kama uongozi mjadiliana, tumesema hawa hawatakii kupewa chochote. <laughs> Hili kombe haliendi kule. Tunachoweza kuwasaidia kwa siku ya kesho, mashabiki wote wa Simba Sports ambao wanakwenda sasa hivi mwaka wa tano. Yaani kama ni mtoto mdogo alizaliwa akaanza kutambaa, sasa hivi anaiba simu, wanakimbia Simba hawajaonja ladha ya ubingwa. Sasa kesho pale makao makuu tutakwenda kuliweka nje kombe letu la mapinduzi. Mshabiki wa Simba yoyote kwanzia saa nne asubuhi unakaribishwa makao makuu ya Yanga kuja kupiga picha na kombe. Ya dunia ni mengi, unaweza wakata upepo kesho ukafa, huna hata picha ya kombe. Kwa hiyo kesho saa nne asubuhi taandaa pale kashughuli kazuri na kombe itakaa pale nje, wawai jamani Sharti ni moja tu, uje umevaa jezi yako, sije yes, e, pale ujezi yako uje pale, usimame, utapigwa picha, utapewa, upeleke nyumbani. Angalau ikikukuta katika mipango ya Mwenyezi Mungu, una picha ya kombe. Hawa mashabiki wa Yanga huu mwaka wa tano, wana mapicha mpaka basi na makombe. Kwa hiyo hii tumetoa fursa, waitumikie na waikimbilie kesho, waje asubuhi pale, ni bure, hawatalipa Uje na jezi yako lakini hutalishika ile kombe. Pia utakaa mita kidogo, pap unapigwa picha na kombe, unakwenda kuonyesha ndugu na jamaa na marafiki. Kuna watu wametoka kwao kijijini, wamekuja mjini, wakasema wanashangilia Simba, hawana chama cha kutuma huko zaidi ya albadili, waje wapige picha kesho, bwana. Wapeni salamu wapenisalamu wote, kina pasi eh, milioni so, yule mzalamu mtu ana tumbo kubwa halina mafanikio, mm -hmm. Wote wanatakiwa kesho waje makao makuu wapige picha na kombe la mapinduzi angalau wapate kumbukumbu kumbu. Mwaka 2026 wameanza na wao kwa kugusa kitu chenye thamani, manake vitu wanavyogusa wao sasa hivi ni mabomu ya kutaka kulipuka na watu <laughs> bora waje wakae karibu na kombe wapate furaha. Kwa hiyo kesho akimbilie fursa jamani. Mimi baba yangu nitamtumia message usiku huu, naye atakuja. Ni kuanzia saa nne mpaka saa kumi jioni e, tutakuwa pale asubuhi, waje tuwasione aibu. Ndio ndio utani huo, na ndio si ndio kaka zao tu, tuwasaidie wapate furaha.